Kwa majina naitwa Zanura Ibrahim, ni waziri wa mambo ya nje serikali ya wanafunzi Datuso. Marehemu Emaus Kajura, kwanza ninamfahamu kama mwanafunzi mwenzangu, alikuwa akichukua shahada ya sheria, lakini kipindi naingia chuo nilimfahamu pia kupitia Chama cha Mapinduzi. Alikuwa ni kada, aliwahi kujitokeza kugombea nafasi ya mwenyekiti wa UVCCM tawi la Tumaini Ndivyo anavyomfahamu. Sawa, alikuwa ni mwanafunzi wa aina gani hapo chuo? Ni mwanafunzi msikivu, lakini pia alikuwa mnyenyekevu. Ni mtu ambaye alipenda kushirikiana na wanafunzi wenzake kila wakati, kuanzia kwenye matukio ya kijamii lakini pia kwenye swala zima la elimu. Nyie kama wanafunzi wenzake, hakuna taarifa ambazo zozote mlizipata kabla ya uhai wake, labda kuna changamoto ambayo alikuwa akiipitia, huenda aliwahi kumwelezea rafiki yake wa karibu, na wewe kama waziri, labda ziliwahi kufikia? Hakuna taarifa yoyote ambayo tumwahi kuipata kama serikali ya wanafunzi au kama mwanafunzi mwenzangu, kwamba labda ana changamoto yoyote inayomsumbua. Ni mtu ambaye ukikutana naye muda wote ni, ni mtu mwenye kutabasamu na furaha, kwa hiyo ni ngumu kutambua kwamba ana changamoto gani. Ndio. Marehemu mtamkumbuka kwa lipi? Tutamkumbuka kwa mengi. Kwanza, alikuwa ni mtu ambaye anasaidia, amesaidia wanafunzi wengi pale chuoni, hususan wanapofika chuo na kuanza kujisajili ili kujiunga na mwaka wa kwanza. Lakini pia alikuwa ni mtu ambaye anapenda kushirikiana na kila mtu, hakuwa mtu mbinafsi, hivyo tutamkumbuka kwa vitu vingi na nyie kama chuo kuna utaratibu wote ambao mmepanga kwa ndugu jamaa na marafiki au wa ndugu wa karibu wa marehemu, ambao nyie kama chuo mtautoa au mtashirikiana nao? Uh, hapa tulipo kwanza tuko kwenye nyumba au familia ya marehemu na tumeambatana na rais wa serikali ya wanafunzi na waziri mkuu kwa hiyo uwepo wetu hapa tayari inaonyesha kwamba kuna ushirikiano kati ya serikali ya wanafunzi na familia, lakini pia tumejipanga kuona namna gani wanafunzi wenzetu watashiriki kumpumzisha ndugu yetu kwenye nyumba yake ya milele huko Bukoba vijijini siku iliyopangwa, kwa kuandaa usafiri, aidha kwa kuchangishana wenyewe, lakini pia tutaangalia kama mfuko wetu wa serikali ya wanafunzi unaruhusu, tutaona namna gani tunaweza tukalieka ili jambo sawa. Wewe kama uh, waziri wa hapo chuoni, una lipi la kuambia wanafunzi wengine kupitia kifo cha mwanafunzi wenu huyu? Ah, ninachoweza kuwaambia wanafunzi wenzangu kuhusiana na kifo cha ndugu yetu eh, naweza nikasema tu kwamba tujiandae, kwa sababu kifo kinakuja wakati wowote. Kifo hakibishi hodi, tujiandae tukiwa tunajua kwamba tutaondoka tukiwa tuko wasafi, hatuna makwazo na watu wala mikwaruzano. Tunashukuru sana na poleni sana. Asante.